Chama cha Mapinduzi kubwa ambalo nilikuwa nataka kusisitiza ni huo umoja, upendo na mshikamano tunapokwenda kusherehekea miaka arobaini na tisa. Lakini pia tuliweke taifa letu mbele, tujali utaifa, tuwe tuna utu. Hatuna taifa lingine, si ndio? Si ndio? au tunapakwenda ya mambo yakiharibika hapa sisi Chama cha Mapinduzi tumechagua amani, tumechagua maendeleo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Mye sasa, sisi tukawe mabalozi tunapokwenda kutimiza hii miaka 49, tukawe mabalozi. Lakini mwakani tuna jukumu kubwa sana, tunatimiza miaka hamsini. Lakini wakati huo huo tunapotimiza miaka hamsini, wakati huo huo tunachaguzi za ndani ya chama kwa hiyo tunategemea baada ya hizi sherehe za chama kuisha tuanze kufanya maandalizi ya mwaka ishirini ishirini na saba kwanza kwa kutimiza miaka hamsini, lakini pia kwa kuchagua viongozi wapya ambao watakwenda kutukucha kwenda kushika dola elfu mbili na thelathini Uh, kwa hiyo wakati tunapofanya hayo, naomba ushirikiano, umoja, upendo na kutokupigana shoti y sasa, hayo tuyaache, tusaidiane tukijenge chama chetu, tukawape watu na kuonesha imani ya chama chetu tulioahidi, tunaenda kutengeneza, si ndiwe eh? Sasa, kwa kufanya hivyo tufanye ziara, tusimamie serikali, tuwajibu wananchi yale yote tuliokwenda kuyaahidi kwa sababu hata baba wa taifa wakati wanakianzisha chama hiki walikuwa na malengo malengo yetu ni haya sasa, hayo malengo, sasa hayo malengo sasa hivi sisi lazima tukayasimamie CCM, tukahakikishe yanakwenda kusimamiwa. Lakini bahati nzuri tuna ilani tuna dira mpaka elfu mbili na hamsini ambayo tayari natuonesha nini tutafanya. Sumbawanga mjini tutafanya hiki hiki hiki na kile. Kwa hiyo naomba sana tu, tuendeleze tu na tuwe na mshikamano, upendo na umoja mimi ujumbe wangu kutoka kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan nilikuwa ni huo. Anawashukuru sana kwa kumwamini na kumchagua na kuwachagua wabunge na madiwani wa Chama cha Mapinduzi.